Hello, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya maombi, hasa majibu ya maombi, na kichwa cha somo letu kinasema utajuaje kama umejibiwa maombi yako na Mungu? Mpendwa katika Bwana, wakati mwingi sana tunapokuwa tunaomba, huwa tunatarajia kupokea kitu kwa, kwa sehemu tulipoomba. Hasa sisi tukiwa kama ni Wakristo na waamini tunaamini kwamba tukiwa tunamwomba Mungu Mungu atatupatia hivyo vitu. Hivyo tunakuwa na taraja moja kuu la kupokea. Sasa utajuaje kama hayo maombi yako yamejibiwa? Mpendwa, siku ya leo tukajifunze majibu matatu ya maombi. Utakapokuwa umeomba, vitu hivi vitaonyesha kwamba umejibiwa maombi yako. Jambo la kwanza kabisa ni imani. Mpendwa katika Bwana katika kile kitabu cha Marko 11 ukisoma mstari kwanzia wa 21 mpaka mstari wa 24, pale alikuwa anazungumza kwa habari ya kuomba kwa imani na kupokea. Anasema, lolote mwombalo, aminini kwamba mmelipokea nalo litakuwa la kwenu. Mpendwa, kwa hivyo, jibu la kwanza la maombi yako ni imani. Unaamini kwamba hichi kitu nimepokea, kwa sababu unajua niliyemwomba ni nani, kwamba huyu, kwamba niliyemwomba huwa anajibu kwa kuwa anajibu, basi jibu la maombi yangu ni kwamba na imani kwamba nilipokea. That's why ndiyo maana unakaa kwenye lile taraja, unakaa kwenye lile tumaini, unakaa kwenye lile tumaini. Ukitoka kwenye tumaini, manake ukuomba kwa imani. Anasema na kule kuomba kwake kwa imani kutamponya yule mgonjwa, hata kama amefanya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ameweka imani kwa ile imani. Kinachoenda kuponya pale ni lile taraja mwanadamu analo, lile subira katika utukufu au udhihirisho wa kitu. Mpendwa katika Bwana, hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni furaha na amani. Mpendwa katika Bwana, hiki ni kiashiria au hili ni jibu pia la maombi yako. Ukitoka kuomba jambo fulani, kwa mfano, una shida fulani au una uhitaji fulani, ule uhitaji wako ukaona unaendelea kuishi kwenye yale maisha na bado una amani, ni jibu kwamba hicho kitu kimetokea. Anasema katika kitabu cha Yohana 16 ule mstari wa ishirini na nne anasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo utimilifu wa furaha ndani yako kupata cha kitu, kitu, upataji wa kitu maanake furaha inatawala kwenye kile kitu. Kwa ukiona unaishi kwenye maisha ya furaha, wakati huo umetoka kuomba na bado udhihirisho haujaonekana, lakini unaendelea kuishi kwa furaha na amani, ujue hicho kitu umekipokea. Kwa hiyo ni jibu pia la maombi yako kwamba hili jambo nimelipokea lakini pia ukisoma katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 32 na 33, anasema tazama, siku inakuja ambapo mtatawanyika kila mtu kwao kwao na kuniacha mimi peke yangu, lakini mimi si peke yangu, bali ninaye Baba ndani yangu. Akasema na maneno hayo nimewambia, ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Kwa hiyo, Kristo aliwambia wanafunzi wake ili wapate kuwa na amani. Kwanza, unapokuwa Mungu akikujibu kitu ni kwamba unaongozwa na amani, unatoka kwa furaha, kwa sababu ndiyo tabia ya Mungu, ndiyo udhihirisho wa Mungu, ndiyo utukufu wa Mungu. Hata ukisoma katika kitabu cha Isaya 55:12, mtatoka kwa amani, mtaongozwa kwa furaha, milima itapiga makofi na miti ya kondeni itashangilia, utukufu wa Mungu. Kwa sababu gani? Mungu amejibu. Amen. Na kitu cha mwisho kabisa ni udhihirisho, mpendwa katika Bwana udhihirisho ni, ni namna ya kitu kujifunua sasa kwenye hali ya mwili, manake utimilifu wa kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya, kwamba ulitumia imani, imani jibu likawa la imani, furaha ikawa furaha, then udhihirisho. Unajua, Mungu anatangaza mwisho, anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kristo alitutangazia Mungu alitutangazia sisi wokovu kwa kutumia Kristo, hata kabla hatujamwamini, hatujamwamini, hatujamwamini Kristo. Lakini ashatangaza watu watakao muamini Kristo watapata moja, mbili, tatu. So, ule udhihirisho au ule utukufu unaokuja unapokuja kutokea, hiyo ni, ni, ni jibu pia la maombi, kwa sababu nao una holy hapo. Imani tena imekwisha hapo, tena vitu vyote vimekwisha, ile ule udhihirisho wa furaha na, na, na utukufu kuendelea unaendelea kuwa ni mwingi sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Marko 4 ule mstari wa ishirini na mbili, anasema kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije kudhihirika lije kuwekwa wazi Ma, wala hakuna neno lililofichwa ili makusudi lije kuwekwa wazi. Kwa hivyo, unapokuwa unaomba maombi yote yale pale ambayo umeaomba jibu la kwamba hakuna kitu ambacho kilichofichwa kitakachokuwa sirini, kitakachokuwa kwenye furaha, kitakachokuwa kwenye jambo fulani, ila makusudi tu kije kudhihirika kiwekwe wazi. Hilo ndilo kusudi la Mungu ili imani yetu iweze kusibitika manake kuna uhitimisho wa ile imani ni nini? Anasema katika kitabu cha Waebrania 12, ule mstari wa pili, anasema, tukimtazama yeye Kristo mwenye kuianzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Kwao Kristo ni mwanzishaji na utimilifu wa imani yetu. Imani yetu ni nini? ni nini? Ni lile jambo kudhihirika, au kuwekwa wazi, kuwekwa bayana. Hivyo wapendwa, katika Bwana sisi ambao tunaenda katika Kristo tujue kabisa, kwa kila kitu ambacho tunakihitaji mbele za Mungu, sisi ambao tunamwamini Mungu wa mbinguni, kwa kila kitu ambacho tunakihitaji kwake Mungu, Mungu atakifanya kwetu, na kukifanya kwetu, anakifanya kwa mchakato maalum, kwa njia maalum. Huyu Mungu anajibu na majibu yake ni hayo: amani, furaha, imani, lakini pia na udhihirisho, kuonekana kitu waziwazi wazi. Mpendwa katika Bwana, basi natumaini somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, ku like, comment, na kushea na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload. Hivyo nikutakie siku njema, neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Shalom, shalom.